well those parents, their parents should not also involve themselves in things that will uh, derail the children things like alcoholism let's run away from that we remain sober we guide the children we keep them safe that they write the exams and become good citizens of this country. Sema hivi nige encourage wazazi ya kwamba wapatie wanafunzi wakati ulio mzuri wakati ambao watoto watakaa chini wasome, waelewe kile wanasoma, wasiwafanye wakose kujua ni nini wanafanya. Na e, siku ya leo tungependa kuambia e, wananchi na e, Webuye west na Webuye east na Bungoma kam, kwa jumla ya kwamba e, wakati huu watoto wanaenda kufanya mitihani zao na katika Kenya hii tunajua kwamba kuna sehemu zingine ambazo ziko na eh, insecurity mingi sana. Nikapenda kuchukua nafasi hii kuongea na serikali ya kaunti pamoja na serikali ya kitaifa kwa ajili ya mitihani ambayo inakuja. Tunaona watoto wanajiandaa kuacha mitihani na kuna mahali pengine usalama hauko mzuri. Barabara hazipitiki. Unapata kwamba kuna matope. Nataka kwamba kaunti komishoni wa Bungoma kaunti hakikishe kwamba watoto wote na shule zote wanafanya mitihani za kitaifa, na kama hawa watoto eh, makari haitafika kwa wakati, watoto wahamishwe, wapelekwe mahali pazuri ambako wataweza kufanya mitihani ya kitaifa, kwa sababu hii ni mitihani ambayo watoto wamekaa shuleni kwa miaka mingi wakie wakitafuta nafasi hii. Pia ningependa kunena na wanasiasa katika Kenya mzima wamaza mchezo kucheza mapema.